Leo nataka nikwambie jambo moja ndugu yangu. Mwenyezi Mungu anamchukia sana mtu mwenye kutoa siri za mtu mwingine. Mwenyezi Mungu anachukia vibaya mno mtu mwenye kutoa siri za mtu mwingine. Watu walikuamini, wakakupa siri zao na wewe ukaenda kuzifichua mbele ya watu na ukamdhalilisha. Allah anachukia. Mwenyezi Mungu hapendi. Vipi hali atakayejisikia yule uliyomtolea hizo siri zake? Ikiwa maumivu yatakuwa makubwa na atajisikia vibaya, basi fahamu ya kwamba kufichuliwa siri inauma vibaya mno, na mtu anaweza akakufanyia kisasi kikubwa, kwani umekifichua kitu ambacho halikupa wewe kama ndugu yake halikupa wewe kama rafiki yake uweze kumtunzia na wewe au kuwa na hilo kabisa, ukaziweka wazi. Jifunze kukaa kimya, vinginevyo unaweza ukaandaa kisasi miongoni mwa visasi na ukajipa matatizo katika maisha yako. Kubali kufunga mdomo na kaa kimya.